Kama wewe ni mtumishi wa Mungu lazima uweze kuisikia sauti ya Bwana wako. Lazima uweze kusikia sauti ya, ya aliyeko ajili. Usipoweza kuisikia sauti ya aliyeko ajili, haufai kuwa mfanyakazi wake. Nikatolea mfano mzito, kwamba serikali ni watu. Serikali sio rais, serikali sio waziri, serikali sio mkuu wa mkoa wala mkuu wa wilaya bali serikali ni watu. Tunaposema watumishi wa serikali, maana yake ni viongozi ambao wamesimama kwa ajili ya kuwatumikia watu walioko Tanzania, walioko wapi? Walioko katika taifa lile. Maana yake nini? hawa viongozi ambao wamewekwa kulitumikia, kuitumikia serikali, lazima waweze kuisikia sauti ya serikali ambao ni watu, lazima waweze kuisikia sauti ya watu ambao wanaongoza ambao wanawatumikia. Sio wanaongoza ambao wanawatumikia, wakishindwa kuisikia sauti ya watu wanaowatumikia, maana yake hawafai kuwa viongozi katika eneo hilo. Na ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu, sisi ni watumishi wa Mungu tusipoweza kuisikia sauti ya Mungu wetu maana yake hatufai kuwa watumishi wa Mungu. Mungu, Kutoka sura 15 mstari wa 26, neno la Mungu nasema hivi, akawaambia kwamba utasikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyo niliowatia wa Misri kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Anaposema hata tia maradhi ambayo aliyatia kwa Misri, changamoto ambazo alizitia kwa Misri, inaweza ikawa kwenye biashara yako, inaweza ikawa kwenye kazi yako, inaweza ikawa kwa ndugu zako, inaweza ikawa kwa watu wako wa karibu. Bwana Yesu asiwe sana. Mungu anaweza asiweke kikwazo ataepusha vikwazo vya kila namna ambavyo vitasimama mbele yako kukwamisha, kukuzuia usiendelee mbele, iwe kwenye biashara, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye familia, iwe kwenye huduma, iwe kwenye maisha yako yote kwa ujumla. Na ukisoma tena Isaya, sura ya 30 ule msali wa ishirini na moja, neno la Mungu linasema hivi: na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia hii ifuateni mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mge, mge kwenda mkono wa kushoto, na masikio yako yatasikia neno. Ukumbuke nilikwambia njia za kuisikia sauti ya Mungu ni pamoja na kulisoma neno lake pamoja na kulitafakali. Maana yake masikio yako yakiweza kusikia neno hilo neno linaweza kakwambia unatakiwa kwenda kushoto, nasio kulia, unatakiwa kwenda kushoto, nasio kulia, unatakiwa kwenda kulia, nasio kushoto, unatakiwa kusonga mbele, nasio nyuma. Bwana Yesu asiwe sana hiyo sauti kupitia neno la Mungu. Ukisema ya kwamba mimi nasikiaga sauti ya Mungu alafu maisha yako ni ya kulegalega, ni mtu ambao haeleweki. Uokovu wako ni wa mashaka sijui unasonga mbele, unarudi nyuma, haueleweki hausomeki, ujue ya kwamba hiyo unazozisikia sio sauti za Mungu. Kuwa na mashaka na hizo sauti. Haiwezekani useme wewe, yani mpaka ufike kiwango cha kusikia sauti ya Mungu alafu uwe mtu wa kubembelezwa kwenda ibadani, kweli? Uwe mtu wa kubembeleza kuifanya kazi ya Mungu kweli? Umefikia levo ya kusikia sauti ya Mungu, unakuwa mtu wa kuteteleshwa na mambo kadha wakadha unakuna unakatishwa tamaa, unaacha kuifanya kazi ya Mungu? Kweli sauti ya Mungu kweli imesema na wewe kitu ambacho sio? Lazima tuwe makini, lazima tuwe makini. Faida ya pili, kuisikia neno la Mungu, sauti ya Mungu inaleta ushindi dhidi dhidi ya dhambi na majaribu. Kwa nini inaleta ushindi dhidi ya dhambi na majaribu? Unapofikia level ya kuisikia sauti ya Mungu ni level ambayo ni kubwa sana. Tuliweza kuona kanuni za kuisikia sauti ya Mungu, moja ya kanuni tukasema, lazima uwe karibu na huyu Mungu kwanza. Ukiwa karibu, ukiwa na uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu kwanza, Mungu asili yake ni moto. Nilikuwa namfuatilia mtumishi wa Mungu siku ya jana, Evangelisti Daniel Joshua alikuwa na semina Arusha pale, alikuwa anafundisha somo la ubatizo wa moto. Somo la ubatizo wa moto niliweza kulifuatilia lile somo, akawa anasema ya kwamba asili ya Mungu ni moto. Maana yake ni nini? Kama asili ya Mungu ni moto, una uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu, maana yake na wewe utashika moto na ukishika moto hakuna dhambi ambayo itakusogelea. Maana yake hakuna vishawishi ambavyo vitakuja mbele yako kukushawishi utende dhambi, kwa sababu mshawishi mkubwa ni adui shetani, na asili ya adui shetani ni baridi. Sasa jiulize, kati ya baridi na moto vikikutana Kipi kitakuwa na nguvu? Ikiwa tu moto wa kawaida akazungumzia kwamba tunapozungumzia Mungu ni asili ya moto, sio moto wa kawaida. Huu ni consuming fire, yani moto lao ambao ukiwa ndani yako, shetani akijaribu kukugusa ana experience moto ulioko kuzimu. Anapitia moto ule wa kuzimu kabla hajafika hata kuzimu. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo, kama asili ya Mungu ni moto na una uwezo wa kuisikia sauti yake, maana yake na wewe utashika moto. Unapokaa sehemu ya moto, lazima utakuwa wa moto, hata mtu akikushika ngozi yako itakuwa ya moto, lakini ukikaa sehemu yenye baridi, mtu akikushika hata ngozi yako itakuwa ya baridi. Kwa hiyo, kama una uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu dhambi haitatajwa kwako kwa sababu utapata tahadhari pamoja na nguvu na maarifa ya kiroho ambayo atakusaidia kuishinda hiyo dhambi na kuyashinda yale majaribu ambayo unakutana nayo. Bwana Yesu asiye sana. Haiwezekani wewe unasema unasikia sauti ya Mungu alafu unateswa na dhambi. Labda unasema unasikia sauti ya Mungu alafu uzinzi unakutesa. Akatolea mfano Daudi, mfalme Daudi alikuwa na dhambi ya asili ya uasherati, lakini aliposhika moto wa Mungu akasoma kitabu ya kwamba kuna binti aliletwa mbele yake, binti mzuri, wala macho yake hayakumtamani. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa sababu gani? Tayari ana uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu ambaye ni moto, na moto tayari alishaambukizwa. Bwana Yesu asiwe sana kwa. Lazima utambue ya kwamba ikifika kiwango wewe unaisikia sauti ya Mungu, sio rahisi dhambi kutajwa katika maisha yako, sio rahisi majaribu kukudondosha, sio rahisi. Zaburi 119 msali wa 11, neno la Mungu linasema hivi: moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa nini anasema neno lako nimeliweka moyoni mwako, moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi? Maana yake kumbe, likiwepo neno ndani yako, likiwepo neno moyoni mwako, maana yake njia mojawapo ya kuisikia sauti ya Mungu ni kupitia neno lake. Maana yake ukiwa na neno ndani yako, una uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu. Maana yake ili aweze kuishinda dhambi, lazima awe na neno ili niweze kuishinda zambi lazima niwe na neno, na hiyo neno ndio sauti yenyewe ya Mungu. Maana yake usipokuwa na neno, ni rahisi kutenda dhambi. Lakini moyoni mwangu nimeliweka neno nisije nikakutenda dhambi. Sasa unaweza kujiuliza maswali moyoni mwako, wewe umeweka nini? Kulingana na vitu ambavyo umeviweka moyoni mwako, ndizo ndio sauti ambayo inatoka Yaani, sauti inayokuja ni kulingana na yale uliyoyaweka moyoni mwako.